faida nyingine, wujubu limani bil qadai walqadar. Hii hadithi inatulazimisha tuamini makadara. Wa anna ma qadir an yukhtiaka lan yusibaka, inakufundisha kwamba yaliyopangwa kama hayatakupata, yaliyopangwa kama yatakukosa, hayatakupata. Faida ambayo inapatikana hapa, an yakuna al-insanu shaja'a an yakuna al insanu shujaa fi ma yu'maru bi shaja'a fihi, kuna faida kubwa katika mambo ambayo uliamrishwa uwe na ushujaa kwayo, uwe shujaa. Ndo faida, ndio au mawaizi yafikisha. Ta wakikasirika, familia takutenga, familia takutenga

Ndio maana utakutana watu waoga wanashindwa kufanya mambo ambayo wa ni wajibu kwao, kwa sababu hajaelewa makadara. Mtu anashindwa kumwambia bosi waziwazi kama mimi nitakuwa na saa kwa kuogopa atafukuzwa kazi, hajajua makadara ukweli ukweli. Huyo mtu mtu anashindwa kufikisha jambo ambalo ni sahihi, ili jambo mi nalisema, watakufanyia wadui.

ikiwa kama idha kana kadhalika, fa hal an uhawila at takhallus mimma akrahu ba'da nuzulihi, ikiwa kama nisha pagiwa bila tuku, naweza nikajaribu kuondoa mambo ambayo yananiuzi baada ya yenyewe kunijia. Na kushajua kama kitu kikupata ni makadara sasa, hichi kitu kianiuzi ni makadara, shaili wasabu kimenipata nasema kiondo. Mfano, umepiga pacho, ukamua mwanamke asiyefaa, anakuuzi shi. Ndio makadara yamepangiwa uwe naye, nimpe talaka au ndio makadara nimvumilie? Aa, kuliuka unavumilia visivyovumilika, au hata mwanaume. Ndio mwanaume afaya tena, lazima

umalizani nale maasi utubia kwa Allah, useme aani wakadama nimpangwa nimpangiwa ivo anitafanya semesha tokea tubia, ikiwa ni jambo likubwa ya maasi na ikiwa ni jambo lidogo litafutwa na mamgumazuri mazuri. Kwahiyo leo ndo kwa kifupi ya masala, tutaendelea insha allah darsa kwenye kitabu